Ni mali ghafi ya mzungu. Kazi ya nchi tajiri ni kudidimiza, si kunusuru nchi maskini. Hata siku mmoja, tuliambiwa tutunge sheria ya ugaidi, hata kama hatuna ugaidi Afrika. Tuliambiwa tuanzishe demokrasia ya vyama vingi, hata kama vina tija. Lengo ni vyama hivyo kutuvuruga, ili wao wachume. Mbona wao hawana vyama vingi? Unyenyekevu usiokuwa na maana ni sehemu ya ujinga pia. Ukiwa mjinga na maskini, utaporwa mpaka mke wako, tena mchana kweupe. Ukitaka kununua samaki na kahawa ya Zambia sharti uwe na dola kimarekani. Hivi hatuwezi kuwa na dola ya Afrika? Samaki wa ziwa Nyanza wametiwa kwenye kopo na kuandikwa made in Russia na kuja kuuzwa kwa dolali Afrika. Hatushtuki tu, samaki wetu wanavuliwa na mabota ya Kirusi yanayokuangua mpaka mayai kwishnei. Afrika imekuwa uwanja wa fujo kwa sababu tumejenga majeshi yenye nguvu badala ya uchumi wenye nguvu nguvu hii ya majeshi ingitumika kumdhibiti mporaji wa Afrika tungekula bata eh. Badala yake majeshi yetu yanalinda waporaji na kuwawinda wanyonge. Mnyonge akiinua kichwa kudai japo mchuzi wa samaki atapigwa rungu. Kwa sasa Afrika haifanyi biashara na Afrika. Watu tunao, tuimarishe miundombinu yetu, tuvunje mipaka ya Berlin, ili tuuziane Afrika kwa Afrika. Wazungu walitupangia namna ya kuabudu baada ya kuzita dini zetu ni za kishenzi. Wazee wetu waliokufa tunawaita mizimu, na wakati wao wanawaita watakatifu. Ukionekana na mfupa unaitwa mchawi, na wakati mifupa ya watu wao inavaliwa kwenye pete na mingine iko madhabahuni. Ukionekana makaburini tunasema unawanga, na wakati kwao makaburi hadi yanafagiliwa kwa jina la dini. Kuoa wake wengi ni dhambi, sasa tunaoa mke mmoja na nyumba ndogo za kutosha. Utamaduni wa mke mmoja hadi kifo Afrika ni mgumu sana. Hata kwa wazungu hakuna ndoa ya mke mmoja. Wazungu na waafrika wote tuna utamaduni wa ndoa za mitaala katika staili tofauti. Mzungu anaishi na wanawake wengi kwa wakati tofauti, na wakati mwafrika aliishi na wake wengi kwa wakati mmoja. Sasa tumeacha ndoa za kiafrika za wake wengi na kuingia kwenye ndoa ya mke mmoja mmoja na michepuko kibao. Nyimbo zetu nyingi za dini zimejaa vitisho na kukatishana tamaa kiasi kwamba ukizifuatilia kwa ukaribu hautoweza kuona uzuri wa Mungu katika uumbaji wake, badala yake utaona dunia isiyokuwa na thamani, dunia iliyooza na inayokwenda kutupa motoni. Muda wote unafanya maandalizi ya kuondoka hapa duniani badala ya kuijenga dunia. Ndiyo maana Afrika kuwekeza kwenye mradi utakaoleta faida baada ya miaka mia moja tu, watakuita kichaa. Wanasema we kipindi icho utakuwepo? Utakufa mapema tu bwana. We tulikuwa na elimu ya maarifa, tukadanganywa na kuletewa elimu ya vitabu, wao wakabaki na maarifa. Matokeo yake tuna maprofesa wengi wenye elimu bila maarifa ya ugunduzi. Umaskini wa upeo ni dhambi inayotuumiza sana, na kumbuka, dhambi haikupi muda unakosea, ina kuadhibu pale pale. Kwa sababu ya umaskini wa upeo tunaishi mahameni, kijiji kisichokuwa na umeme, maji, huduma za afya na shule nzuri, siyo kijiji, ni mahame ee Mashariki ya Kati sasa wanauza matunda dunia nzima, pamoja na kuishi jangwani. Ni kwa sababu nchi hizo ziliamua kutumia akili badala hisia katika kujiletea maendeleo. Wanalima matunda na kumwagilia kwenye miche tu, hata hilo tunahitaji ufadhili Afrika bwana. Wakoloni hawaondoke Afrika, waondoke vipi na wakati bado kuna mali? Na kumbuka, nzi hakai mbali na kidonda, ukimfukuza haendi mbali, anajua twasinzia tu, my brother from another mother kisha atarudi na kuendelea kula. Tumesinzia, wamerudi na sasa wanakula chakula chote, sisi tunatoa vyombo. Kwani anayekula minofu ya ziwa Viktoria ni nani? Ugali wa udaga na mtama kwa kitafunia cha samaki wa bichi vimekuwa adimu sana Afrika. Matokeo yake ndo haya, kelele za kuwa wanaume wa Kinondoni hawana nguvu za kiume. Maendeleo tunayoyatamani huko Ulaya leo ni jasho la miaka 2500 iliyopita, ni pale alipokuja na mapinduzi ya kifikra katika kutatua matatizo. Watu walianza kuhoji, kudadisi na kutafiti, badala ya kutumia hisia na mapokeo kutoka kwa miungu. Watu walitoka jasho, wengine walikufa na kuua kwa ajili ya maendeleo tunayoshuhudia leo. Afrika ni bora kufa kuliko kukutana na gharama za matibabu. Siku hizi Afrika wanawake wanapigania kuwa wanaume, wanaita harakati za usawa. Hii ndiyo kazi ya Angels. Wameleta janga jingine. Ndoa zimekuwa ndoano, talaka ni fashion, zinazalisha umaskini endelevu. Kiafrika mke ni zawadi ya mume kutoka kwa wazazi wake, ndiyo maana mahari inalipwa na wazazi wa kiume. Siku hizi binti anajilipia mahari. Kimsingi tunaonda angels kusaidia kupitia watu wizi huu na ule tunaojua ni wizi uleule ule. Maisha kuanzia kwanzia mkononi kuishia mdomoni hayapendezi. Haya ni maisha ya mende. Binadamu ameumbwa kuyamudu maisha na siyo maisha kumudu. Hujui leo utakula nini, na jana hukumbuki kama ulikula ukashiba, kwa mali tulizonazo Afrika. Sisi siyo watu wa kuto kukumbuka kama jana tulikula na kesho tutakula nini. Maisha ya kula unachopata badala ya kula unachokipenda siyo hadhi yetu. Sisi ni wakula tukipendacho bwana. Usafiri wa maskini ni punda na mkokoteni. Familia za viongozi wa Afrika, kila mtoto na usafiri wake, tena wa bei mbaya. Gari ya serikali kutwa nzima linazunguka kufanya kazi za familia. Afrika tuna utaratibu wa kumaliza mambo mazito ndani ya siku saba, na wakati Ulaya leo ilijengwa kwa miaka elfu mbili na mia tano iliyopita, utasikia nakupa siku mbili, barabara hii iwe tayari, la sivyo utanijua. Haya yote yanatokea na tunayatazama tu. Ukizungumzia watalii ya afrika tunafikiria wazungu, hatumfikirii Mgana, Mkongomani, Mkamerun, Mbotswana, Mzulu na wengineo. Ni heri uwe maskini kuliko mjinga. Afrika sisi ni waathirika wa vyote, ni maskini halafu wajinga. Ujinga ndiyo umetutia umaskini, hatuoni. Unakuwaje maskini kwenye misitu ya Kongo? We unakuwaje maskini katikati ya ziwa ya Viktoria na mto Nail? Unakuwaje maskini kwenye ukingo wa bahari ya Hindi na Pacific? Unakuwaje maskini juu ya mlima Kilimanjaro? Unakuwaje maskini kwenye ardhi yenye mafuta na gesi? Tofauti kata ya utumwa wa sasa na ule wa mababu zetu ni mahali ilipofungwa minyororo. Babu zetu walifungwa minyororo shingoni, sisi tukafungwa kichwani. Babu zetu walifungwa minyororo ya chuma, sisi tumefungwa minyororo ya fikra, lakini wote ni watumwa, hakuna mwenye unafuu. Waafrika ndiyo jamii inayoamini kuwa wakoloni walitawala Afrika peke yake. China na Malaysia pia zilitawaliwa na wamesonga mbele. Marekani ya leo ilikuwa vipande vipande kila mkoloni na kipande chake. Wakatokea watu wenye maono, waliojulikana kama founding fathers, walioamua liwalo na liwe. Kwanza wakatangaza Declaration of Independence. Halafu wakatengeneza katiba imara na kisha kuiheshimu. Hong Kong, Singapore, Omani, Qatar, Brunei, Australia, Kanada, zote hizi zilipitia kwenye ukoloni. Lakini mbona wao wanakula na kushiba? Tatizo letu ni kuwa pale tunaposhindwa kutafuta maendeleo tunatumia ukoloni kama kisingizio. Wakati mataifa makubwa yanaungana kuvikabili vinchi vidogo, vinchi hivyo vinaendelea kugawanyika ili vishughulikiwe kirahisi. Sudan iligawanyika, Zanzibar wanalialia kujitenga, Kameruni inaendelea kushuhudia machafuko kwa sababu wanaozungumza Kiingereza wanataka kujitenga ili kuwa na taifa.